Naitwa uh, CPA Samweli Jeremia Opulukwa, ni mzaliwa wa Kasamwa kijijini pale. Nimesoma shule ya msingi Kasamwa mpaka darasa saba. Baadaye nikaenda masomo ya ziada kama uh, sekondari high school. Baadaye nikaenda chuo kikuu Dar es Salaam baada hapo niliajiriwa eh, kwenye eh, ofisi za serikali Tanzania Revenue Authority, ambako nimehudumu kwa miaka kumi na tano kama senior officer. Lakini baadaya hapo nilipata bahati kupata ya scholarship kwenda kusoma eh, Marekani chuo kikuu cha Harvard University kusomea mambo ya code kwa miaka miwili, baadaye nikarudi karudi Tanzania eh, Nikwena, wa, ambao, wa koliza, na wiwa kufanyia kazi Watanzania ambao kodi zao zimesomesha na kodi za Watanzania. Niliporudi nilifanya kazi kwenye kampuni ya uwakili kampuni maarufu ya uwakili ikiwa inaitwa Mkono and Company Advocates kama mshauri wa kodi kwa miaka mitatu. 2016 eh, niliteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Songwe na Mheshimiwa eh, Makufuli Mungu ailaze marembe pa roho no, yake lakini nilifanya kazi Songwe miaka saba kiwa kama mkuu wa wilaya. Na pengine labda niseme hili kwa msisitizo, ile wilaya ya Songwe ilikuwa ni wilaya mpya. Mimi katika maisha yangu nilikuwa sijawahi kuhudumu kama mkuu wa wilaya, sasa serikali imeamini kunipeleka wilaya mpya. Mara nyingi zamani wilaya mpya walikuwa wanapelekwa watu ambao ni wazoefu ekwa pale kama mkuu wa wilaya ya Songo kwa mara ya kwanza. Nimekaa miaka saba, changamoto ni nyingi sana niliziona kwa wananchi na ambazo kwa kweli nilizitatua kwa kadri ya uwezo wangu nilio kwa nao. Tuliweza kuonyesha masoko ya dhahabu ambayo yalikuwa ndio wakati yanaanzishwa kwenye maeneo mbalimbali Tanzania. Tumeweza kusaidia wananchi kuweza kufikia malengo yao ya kiuchumi na kustawi vizuri. Kwa miaka yote saba hapo nimekaa nimejifunza mambo mengi ya wananchi. Kwa hiyo 2022, eh, hiyo kazi ya kuwa wilaya ilikoma, nistaafu nikarudi kwenye kazi yangu ya awali ambayo ni mkaguzi wa mahesabu na mtaalamu wa kodi. Ni kazi zangu ambazo nimesomea. Kwa mpaka sasa hivi nafanya kazi hizo za ukaguzi wa mahesabu na mtaalamu wa kodi. Nashauri serikalini, nashauri watu mbalimbali, ndio kazi ambayo naifanya. Kwa nini nimekuja Geita? Kwanza, Geita ni nyumbani. Jimbo la Geita ni jimbo ambalo niletaji, eh, kwa kweli linahitaji mawazo mapya. Huwezi kuwa na jimbo ambalo eh tajiri kama hili alafu watu wake eh, bado wana changamoto nyingi. Viongozi ambao walikuwepo zamani wamefanya wali wajibu wao, kwa kweli wamejitahidi kufanya wajibu wao lakini pengine mimi naona kuna fursa zingine ambazo hawakuifanya nataka niifanye. Ndio maana nimekuja hapa kuchukua fomu ya ubunge jimbo la Geita mjini, ili wananchi hao waweze kuwahudumia na kuwavusha pale ambapo wamefika kwenda mbele zaidi, na mimi uwezo ninao, nikitumia experience yangu kama mkuu wa wilaya, nikitumia elimu yangu ambayo nimesoma hapa Tanzania na nje ya nchi, yote yako combine kwa pamoja, alafu na ile na ile kwamba ni, ni, ni mzao nafanya kazi nyumbani kwa watu ambao ni, ni wengi wao ni watoto wangu, baba zangu, mama zangu, ndugu zangu. Kwa hiyo nikifanya kazi pale sihitaji chochote wanipe, wanipe tu kula yao basi, wanipe kula yao, alafu aafu Mungu anadai matokeo, ndio kitu ambacho kimeta katika jimbo hili la Geita mjini.